Na mgavana wa Kilifi Gideon Mung'aro ametetea mkataba mpya wa afya baina ya Kenya na Marekani akisema utafaidi serikali za kaunti na kupiga jeki huduma za kuboresha afya nchini. Mung'aro alikuwa akizungumza huko Bamba Ganze kaunti ya Kilifi wakati wa uzinduzi wa zahanati ya wanawake wajawazito kwa ushirikiano na kampuni ya Safaricom kwa kima cha shilingi milioni 300. Ni kwenye hafla ya uzinduzi wa kliniki ya wanawake wajawazito chini ya mpango wa uzazi salama eneo bunge la Ganze kaunti ya Kilifi. Gavana Gideon Mung'aro akitetea mkataba wa maelewano wa afya baina ya Kenya na Marekani ili kupunguza mwendo mrefu wa wanawake wajawazito hutembea na visa vya kujifungulia nyumbani. Unajua, afya imegatuliwa na mimi sina tabu na hiyo, lakini hata rais leo akipokea, unajua, kuna miradi ambayo haizi kwenda. Kuna mashirika mengine na nchi zingine, hasa kupeleka pesa moja kwa moja kwa kaunti, kuna wale wanapeleka moja kwa moja. Sasa rais anapokea tu hizi kwa niaba ya hizo kaunti zote na afya, hizo vifaa zitakuja kwetu tu. Haizi peleka mali, atazipeleka wapi? Maana hospitali ziko kwa kaunti. Kwa hivyo hii ni siasa duni. Zahanati hiyo ya kima cha shilingi milioni mia tatu inajengwa kwa ushirikiano wa M-Pesa Foundation na shirika la Amref ili kufanikisha huduma za afya. Our main goal is to try to reduce the infant mortality within the county

Mpesa inajenga si tunanunua, tuna, tuna vifaa yeah. kwa hivyo tumeanza hizi kazi na hapa kutakuwa na hivyo vitanda arobaini moja, tutanunua kama kaunti theata, uh, equipment tunafanya hivyo. Kule junju tayari imemalizika, e, hivi karibuni tutaanza pale Kilifi ya, uh, pia wanatujengea ya vitanda mia moja aa wanajenga, tuna equip. Kwa hivyo si ni partners pale kunaitwaje, um, e, eh, Shakaola imeanza tuko na ingine itajengwa Watamu, imeanza kuna ingine inajengwa pale eh, Kombeni in Rabai wakitaja changamoto ya ukosefu wa fedha na vifaa vya kisasa katika sekta ya afya wamewataka wahisani kujitokeza ili kupiga jeki maeneo ambayo afya haijawafikia wakazi hasa maeneo yenye ukame. Government has committed to buy equipment. Now as other partners at times we get resources to able to beef up the equipment because the equipment may not be enough. So let's say this is a 42 bed capacity uh, a building. If the government is not able to get all the 42 bed